Zumuni la Yesu ama kusudi la Yesu kuja duniani, alikuja duniani kuhubiri. Namba mbili, alikuja duniani kufundisha, na ndio maana Yesu alisimama sana, alikaa sana kwenye nafasi ya ualimu, kwenye huduma ya kiwalimu. Na mafundisho yake alikuwa anafundisha kwa mifano, unakuja hadi kuona hadi mpanzi akapanda mbegu na nini. Mafundisho yake alikuwa anaenda kwa mfano, unakuja kukuta hadi ile talanta na nini mafundisho yake alikuwa ni kwa mifano, kwa sababu alikaa sana kwenye huduma ya kiualimu Yesu Kristo, kwa sababu alileta alikuja kuleta alikuja kuhubiri habari za ufalme na kufundisha. Lakini namba tatu, lazima ujue kwamba Yesu alikuja kuponya magonjwa, ponya magonjwa ama kufungua walioteswa. Mchungaji ambaye anasimama kwenye madhabahu alafu anasema kwamba Aa, wanaoponya ni miujiza feki, hakuna uponyaji wa Mungu, hakuna uponyaji wa Roho Mtakatifu, huyu ana matatizo. Yesu akasema kwamba amini, amini, amini, yoyote aniaminie mimi, kazi nizifanyazo naam, naye atazifanya kubwa kuliko hizi. Kama ni mtumishi wa Mungu na muamini Yesu Kristo, na unatenda kazi hiyo chini ya Yesu Kristo, lazima miujiza, lazima maajabu yatokee, lazima watu wapone, kwa sababu Yesu alikuja kuponya na kufungua walioteswa kwayo. Kwa hiyo mahali popote ambapo anatajwa Yesu Kristo kwa uaminifu lazima watu wapone, lazima miujiza itokee. Nyakati tulizonazo watu wamempa nafasi kubwa sana shetani ibilisi, lakini si kwamba yalianza leo. Hata Yesu kuna mambo aliyafanya, Wayahudi wakainuka wakasema, huyu anafanya kazi kwa Belzebuli, mkuu wa mapepo. Yesu akasema, ufalme auweze kujifitini, yaani ufalme auweze kujifitini wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua kwamba Yesu anaponya Yesu anafungua Yesu anasaidia watu eti kwa nguvu za mapepo. Hizo ni nyakati za Yesu, lakini hata nyakati hizi pia wanadamu hawana jema. Hata kama Mungu atakutumia kuwasaidia wengine, kuwafungua wengine, watainuka wachawi waliologa hao, watakusema vibaya ili wakuvunje moyo. Ukiona mtu anainuka kusema mabaya, mtu amepona, ameombewa, amepona, ametupa magongo, alafu anainuka mtu anasema, wachawi wale wanatumia nguvu za giza wale Mwanzo kwanza walikuwa ni wakati imefika hapa, alikuwa aniita Nigeria. Yeremia kila wiki anaenda Nigeria, msimwone hivi, anachukua nguvu kutoka Nigeria, yule yule mchawi. Yaani kuna watu wako kanisani, wengine wako nje, wanasubiria tu yatokee mabaya kanisani, ili waseme hivi, katoa sadaka. Si mnaona ndio watu walivyo, hivyo ndio watu walivyo, hivyo wa dunia hii. Yaani wamempa shetani nafasi kubwa kuliko Mungu, yaani Mungu amemweka kwenye kieneo ambacho, kana kwamba Mungu hawezi, kana kwamba Mungu si chochote. Anakwamba wao ni mali ya shetani, sio mali ya Mungu. Hawajui ya kwamba Mungu yuko juu ya yote. Ukimuuliza wewe umeombwa na nani, anakwambia na Mungu, lakini haamini matendo makuu ya kiungu. Si tuneona vizuri? Hao ndio wanadamu tulionao nyakati tulihizi. Hawaamini matendo makuu ya Mungu, wao wanaamini kwamba matendo makuu yakitokea basi ni shetani tu. Kila kitu ni shetani. Kwa hiyo kwenye fahamu zao na kwenye bongo zao wamejaza mashetani badala ya kumwinua Mungu, wanamwinua mashetani tu, na ndio maana hata kwenye makanisa watumishi wengine wamekamatwa na nguvu hizo za za kipepo, kwa sababu wanampa shetani nafasi. utaona <laughs> sema ukimwambia tu shetani sema, maana yake wewe unaongozwa una, una na yeye. Sisi hatuongozwi na shetani, tunaongozwa na Yesu Kristo aliacha enzi na mbingu akaja duniani. Ndivyo tulivyo sisi, tunamwamini Kristo. Nini maana ya wakristo? Wakristo maana yake ni wafuasi wa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume paa utalipata, nasema na hao waliomfuata Yesu, waliomfuata Yesu na hao waliomfuata Yesu na hao, wa Wakristo waliomfuata Yesu, Wakristo ni wafuasi wa Yesu Kristo. Wakristo sio dini, kwa hiyo usiji kusema mimi dini yangu ni, ni Wakristo. Sikiliza nikwambie, Wakristo ni, wa ni wafuasi wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo aliacha enzi ya kaja duniani, akafa msalabani, alikuja kumfia mwanadamu, amekuja kumfia huyo ambaye atasema mimi ni mfuasi. Sasa mfuasi wa Yesu ni nani? Ni yule ambaye amemkiri Yesu kwa moyo, anamwamini na kwa kinywa amemkiri kwamba ni Bwana, huyo ni mfuasi wa Yesu Kristo. Cha kwanza ni mfuasi wa Yesu, cha pili ni mtoto wa Yesu. Kwa hiyo unapoamini katika hayo, jua kwamba miujiza wako sio ya kubembeleza tena. Miujiza na maajabu kwako wewe ni haki yako. Sinaongea na watu hapa wa Mbagala, yani hauwezi ukaambiwa njoo, ati njoni nikuombee miujiza itokee utoe hela. Hauwezi ukalipishwa kwenye miujiza, kwa sababu miujiza ni haki yako. Ukiamini tu haya ninayokuambia, nakwambia hivi, miujiza haita, itakufuata, hautakimbilia, hautakibali, itakufuata, yani yani itakufuata, ita, miujiza na maajabu kwenye maisha yako ni maombi yangu, mtembea kiungo kiungua juu ya maisha yako.